Karagwe oye, Kierwa oye, Ngara oye, oye, oye, oye. Asanteni sana kwenye ilani yetu mpya inatuambia inatuelekeza kuanzisha mfuko wafanya biashara wadogo wadogo ambao tutaanza na bilioni mia mbili zikopeshwe kwao wapate mitaji na waendelee na shughuli zao nime nimelisahau kundi la wachimbaji wadogo wadogo, na wenyewe tumefanya kazi kubwa sana, tumewawezesha kuwapa maeneo, kuwapa mitambo, kuwasamehe kodi ndogo ndogo, na wenyewe tumewawezesha. Kwa hiyo ili fungu la pili kuwawezesha wananchi kiuchumi, ni kundi linalowagusa vijana wengi, pamoja na programu yetu ya jenga kesho iliyo bora kwa vijana ambao tumewafanya wanaingia kwenye kilimo, wanaingia kwenye uvuvi, wanaingia kwenye ufugaji. Ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. CCM oyee!